Kwenda kuwauzia ku, wale wa Airtel, uh, wale walikuja kuja kutafuta eneo la kuwekeza biashara yao pale. Ndio, walipofika pale ndo wakapima yale ile eneo mze, la mzee Laurant, wakaona kwamba hapa ndo linafaa walipowekeza mm. Hawakumshirikisha mwenye eneo mm. waka, wakasema kwamba ile ni mali ya serikali, ikabidi wao kama mm. wao wauzie mm waliauapal wa kwa hiyo chanzo cha kuchomewa nyumba yenu ilikuwa ni ni mnara wa Airtel, kudai haki zake ndio? Baada ya mzee Laurant kwenda kudai haki yake, alienda kudai wapi haki zake? Mahakamani. Ikawaje sasa, kwa nini viongozi wa serikali waje wachome nyumba? Well, baada ya kesi kwanza, well, pale akashinda ile awamu ya kwanza. Ndio baada ya kushinda pale ndo wakaja kuchoma safa. Ndio, kwa hiyo mpaka sasa madhira haya yote ambayo mmeyapata, sawa. Chanzo chake ni kesi mahakamani? <laughs> chanzo chake ni ni kesi hiyo.